Miaka yote imeonekanika kipindi cha uchaguzi kinapokuja, mambo yanaonekanika kuwa mepesi kwa watu wanaposema, eti lakini mwaka 2025 na mambo yatakuwa magumu kupita maelezo. 2025 ni mwaka mgumu kupita maelezo. Tunachotakiwa sisi ni kuona moja ya sehemu ambapo watu wataathirika ni kwa upande wa mafuta, ni kwa upande wa mafuta. Natakiwa kuomba mimi na wewe, unatakiwa kuomba wewe, na familia yako inatakiwa wow, kuomba Mungu nakusaidia, na zaidi ya yote katika endevo hiyo hmm, au katika nafasi ya taifa, ombea kitu kinachoitwa amani.